Uh, jina langu ni Dokta Victorina Ludovic, mganga mkuu wa mkoa wa Singida, k okay, kama mganga mkuu wa mkoa niendelee kuwapa uh, hamasa kwa ajili ya ushiriki, lakini pia niwathibitishie usalama, kwa maana tumejiandaa vizuri maeneo yote, wataalamu wa kutosha watakuwepo katika maeneo yote ya maonyesho, kuanzia michezo ambayo inaanza, maeneo ya chakula, maeneo ya malazi, yote tumeshafanya ukaguzi na mambo ni mazuri kwelikweli. Kwa hiyo karibuni Singida kwa ajili ya kusherehekea Mei mosi yetu ya mwaka 2025. Karibu Singida, Mei mosi imefana. Alexi Faustin Temba, Katibu Mkuu Kamati ya Michezo ya Mei Mosi Taifa. Mheshimiwa Halima Dendegu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida. Tunasema asante kwa yote yaliyofanya maandalizi. Kwanza hasa katika kujali afya ya watumishi. Ni sehemu ambayo kote ambapo tunashiriki michezo hii ya Mei Mosi, nimeona utofauti mkubwa sana hapa Singida. Kwamba kila kiwanja kina watu watoa huduma na kila kiwanja kina ambulance. Kwa kweli tunapenda kushukuru sana mkoa kwa kuweza kujali afya zetu sisi. Hicho kwa kweli kama kamati tunasema asante sana. Nakaribisha sana waje waone watumishi jinsi wanavyoweza kupambana na kuweza kukimbiza haya magonjwa ambayo ni kwa ajili tu ya kutofanya michezo. Tunawakaribisha sana. Kutakuwa na mashindano ya baskeli kutakuwa na mashindano ya riadha ambayo yatafanyika katika viwanja vya Mwenge sekondari hapo. Kwa hiyo waje watuone sisi watumishi tunavyotunza afya zetu.